Ndugu mwenyekiti, kwa heshima na taadhima naomba kusimama mbele yako kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa Chama Cha Mapinduzi katika kipindi cha Januari Juni 2025. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, taarifa hii pia itabeba kazi nzima ya Chama Cha Mapinduzi katika kipindi cha miaka mitano ya utekelezaji wa ilani kwa sababu ndicho kipindi ambacho tunakwenda kukamilisha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kangazi yetu ya wilaya katika kipindi cha miaka mitano. Hivyo ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, baadhi ya miradi na shughuli ambazo tutalikuwasilisha kwenye taarifa hii ni za miaka mitano, ambayo ndugu mwenyekiti, wewe mwenyewe umekuwa mstari wa mbele kuhakikisha inasimamiwa. Miradi hii CCM oye! Ndugu mwenyekiti, ni mshukuru rafiki yangu, ndugu yangu mstahiki meya na waheshimiwa madiwani, naomba wote wasimame. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa heshima yako, mheshimiwa mwenyekiti, ilani hii inayokwenda kuisoma kwa niaba ya halmashauri, hawa ndio wajumbe wa baraza ambapo kesho wanaenda kumaliza ungwe wao ya miaka mitano. Lakini ndugu mwenyekiti, halmashauri yako hii ambayo unaiongoza na kuisimamia na wajumbe hawa. Imeendelea kupata uwezo mkubwa wa makusanyo yake ya fedha. Katika kipindi cha miaka mitatu, halmashauri yako hii, ndugu mwenyekiti, ilikuwa inakusanya bilioni 81. Leo hii ndugu mwenyekiti, katika kipindi cha miaka mitatu inakwenda kukusanya zaidi ya bilioni 120. Na, <klos> na mwaka huu wa fedha ambao tunauweka ndugu mwenyekiti, halmashauri yako inakwenda kukusanya shilingi bilioni 140. Makofi kwa wajumbe hawa ni kuonyesha namna gani halmashauri yako ndugu mwenyekiti inaendelea kukua. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, mmejionea wenyewe miradi ambayo mmeenda kusimamia, zaidi ya magorofa nane ndugu mwenyekiti, ambayo ni zaidi ya shilingi bilioni moja na milioni mia nane yanakwenda kukamilika. Mmeona magorofa ya pale Ukonga, ile shule ya sekondari Ukonga. Mmeona ndugu zangu wale wanaotoka Kipunguni, lile gorofa la Kipunguni, wale ndugu zangu wa minazi mirefu mmeona jengo lakini pale Kitunda Relini inaenda kujengwa shule ya sekondari ya zaidi ya bilioni sita mil, bilioni nne nukta sita lakini hapa ndugu zangu wa hapa e, kata ya kwa kushirikiana na CRDB tunakwenda kujenga shule nyingine ya sekondari ya bilioni nne nukta, nukta sita. Lakini pia wenzangu wa Mnazi Mmoja kuna shule pale inaenda kukamilika ya zaidi ya bilioni moja na milioni 800. Mnaona ni kazi kubwa ambayo mheshimiwa Rais anaifanya na majengo haya ambayo tunakwenda kuyajenga ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, yanaenda kuwekewa aluminium, yanaenda kuwekewa tiles. Na zile shule mpya za bilioni nne zitakuwa zina chumba cha kompyuta, zina vifaa vyote vya kompyuta, zitakuwa zina madarasa kumi na sita, zitakuwa zina vyumba vya walimu. Ni shule ambayo inajitosheleza. Hayo ni mapenzi makubwa ya rais wetu, ni mapenzi makubwa ya chama chetu ndugu mwenyekiti na ndugu viongozi, kwenye eneo la afya umeona mwenyewe na ulishiriki kwenye mbio za mwenge, tunakwenda kujenga vituo vya afya vya aina ya ki pale Mzinga. Vituo vyote tunavyokwenda kujenga sasa vitafanana na kile kituo cha wapi cha Mzinga. Idadi yetu kwenye kata ndugu mwenyekiti ni kubwa, ukifanana na vile vituo vya mia tano vya milioni mia tano ambao Mheshimiwa Rais anatuletea. Mheshimiwa Rais amekubali kwetu sisi tunajenga kituo cha afya cha zaidi ya milioni mia bilioni bilioni nne. Hivyo ni kazi kubwa ambayo inaenda kufanyika katika wilaya yetu na halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Ukienda kuangalia kwenye eneo la vifaa tiba vimeongezeka, upatikanaji wa madawa umeendelea kuimarika. Tuna kila sababu ndugu mwenyekiti, kwa pamoja kuendelea kumshukuru na kumwombea rais wetu. Amesema hapa mkurugenzi tutaendelea kutenga ile asilimia kumi ya barabara tumeenda kuwaomba kwenye halmashauri kwamba kwetu sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tutokane na asilimia kumi twende kwenye asilimia ishirini kwa nini kwa sababu uwezo wa halmashauri yetu kwenye makusanyo umeendelea kuimarika kama uwezo umeimarika basi hata fedha ambazo tunakwenda kuzitenga kwa ajili ya miradi ya kimaendeleo hususan barabara tuongeze kutoka asilimia kumi kwenda kwenye asilimia ishirini. Ombi hili tumelipeleka TAMISEMI. Kwa nini, ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe? Umeona asilimia kubwa ya barabara zetu nyingine ni za changarawe Tunapokwenda kumwomba mkurugenzi atengeneze barabara kipindi cha mvua, anakosa fedha kwa sababu fedha zote za asilimia kumi zimeenda kutengeneza barabara za nini? Za lami. Mkurugenzi na madiwani wanakosa fedha za kuimarisha barabara za changarawe. Hivyo kwenye ile fedha ya asilimia kumi, ni vizuri kuomba kwenye baadhi ya asilimia itengwe kwa ajili ya kwenda kuimarisha barabara za, za changarawe baadhi ya asilimia zitengwe kwenda kuimarisha mifereji, baadhi ya asilimia itengwe kwa ajili ya madaraja na vivuko. Waheshimiwa wa, wenye viti wa kwenye kata, ndugu mwenyekiti, wanajua waheshimiwa madiwani wanajua, yako malalamiko mengi kwenye kata mbalimbali mbali, na mitaa mbalimbali kuhusiana na, na vivuko pamoja na madaraja. Tukifanya hivyo, itaenda kusaidia halmashauri yetu. Hivyo kwa sasa, watakapokuja kipindi kijacho, naamini serikali yetu itatoa idhini ili mkurugenzi sasa na timu yake waweze kutenga kwa sasa hawawezi kutenga kwa sababu mwongozo unataka watenge kwenye asilimia asilimia kumi. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, pia sheria inatutaka sisi tutenge asilimia kumi kwa ajili ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Nipende kukuhakikishia mwenyekiti na wajumbe, ndugu wajumbe, halmashauri yako ya jiji la Dar es Salaam imekusanya zaidi ya bilioni kumi na nane ambazo kesho tunaanza kuzi, kuzitoa. Nikuombe ndugu mwenyekiti kabla madiwani hawa hawajaondoka na halmashauri hii iweze kushiriki hiyo kesho, kushuhudia halmashauri yenu inapokwenda kuanza kutoa mikopo ya bilioni mia moja bilioni kumi na nane Ni halmashauri pekee Tanzania ambayo inaenda kutoa mikopo mingi kwa wakati mmoja. Lakini ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, halmashauri yako ina zaidi ya bilioni kumi na saba ambazo ziko kwenye mzunguko. Tunaamini mwakani tutatoa zaidi ya asilimia ya bilioni ishirini na mbili. Kwa nini? Kwa sababu makusanyo ya halmashauri yanaongezeka na marejesho yanaongezeka. Tumemsikia Mheshimiwa Rais akitutaka tuhakikishe kwamba tuna banana na wale ambao tunawadai kwenye fedha zetu. Nitumie nafasi hii ya Halmashauri Kuu, kwa sababu wako ndugu zetu na jamaa ambao wanafahamiana na wajumbe hawa, tutaendelea kuwa wakali kuhakikisha marejesho ya zile asilimia kumi zinarudi ili kuwasaidia vijana wetu, mama zetu waweze kupata mikopo. Ndugu mwenyekiti, ninapomalizia nikuhakikishie maandalizi ya uchaguzi mkuu umeendelea vizuri. Ulinzi na usalama tumehakikisha tunaendelea kuuimarisha, ndio maana katika jiji letu la Dar es Salaam, wilaya yetu ya Ilala hakuna vurugu kwa sababu jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama vimeendelea kuwa imara sana. Lakini nitumie nafasi hii kwa niaba ya serikali, ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, ni shukuru kwa dhati halmashauri kuu hii hapa mbele yako ndugu <coughs> mwenyekiti, taarifa hii ambayo tunawasilisha, miradi hii ambayo tunaileta kwako na mbele ya wajumbe, imesimamiwa na wajumbe hawa. Kila jengo ambao unaliona, kila mradi ambao umetekelezwa wajumbe hawa wa halmashauri kuu wamekuwa mstari wa mbele katika maeneo yao, kwa sababu wengine ni wajumbe wa kamati za siasa katika kata ambayo miradi hii ndipo inatekelezwa. Wengine ni madiwani ambao wamekuwa wajumbe wa kamati za siasa na wasimamizi na wanaotoa uongozi kwenye ngazi za kata. Naomba nitumie nafasi hii mjipigie makofi kwa kazi kubwa ambayo mmefanya.